Ujambo mtazamaji, natumai u buheri wa afya popote pale ulipo hivi leo, ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 21 mwezi Oktoba mwaka 2025, ikielekea saa sita kamili saa za Afrika Mashariki. KBC Channel 1 tumekuandalia taarifa kutoka maeneo mbalimbali katika kipindi chetu cha Kurunzi Mashinani. Mie wako Shila Kayaro Yogo, na mfasiri wetu wa lugha ya ishara ni Carol Njoroge. Karibu. Serikali ina inapani ya kufungua ofisi ya utoaji pasipoti katika mji wa Malindi mwaka ujao ili kurahisisha upatikanaji wa hati hiyo kwa wakazi wa Pwani Kaskazini. Haya yalifichuliwa na Naibu Kamishna wa Kaunti ya Malindi, David Lusava, ambaye amesema kuwa uamuzi huo unalenga kuboresha huduma hiyo hasa kwa vijana wanaotafuta ajira nje ya nchi na ambao hulazimika kusafiri hadi mjini Mombasa kupata pasipoti. From early next year hatutaweza kuwa tukienda Mombasa ama Nairobi passports zitakuwa zinachukuliwa hapa. Si hilo ni jambo, si ni maendeleo? Kwa sababu watoto wetu, kuna wakati tumefanya ajira za kuenda kufanya kazi uharabuni, kuna wale wenye walikuwa na shida ya kupata hizi passports. So ofisi ikiletwa hapa itaweza kutusaidia.